Hello, mambo vipi? Kwa majina naitwa Paul Langu. Uh, leo nipo kwa ajili ya kuelekeza namna ya kupata kwa rahisi reference number za NAPA kwa ajili ya kufanya application za mkopo. Hatua ya kwanza, itabidi udownload application ya NAPA kwenye Play Store au App Store. Baada ya hapo, utaifungua ile application then uta click uh, uta click sehemu iliyoandikwa jihudumie. Baada ya kubonyeza jihudumie, utaenda kwenye sehemu ya ijue uh, anwani yako au utafuta barua. Baada ya hapo utajaza, utachukua option ya kujaza namba ya simu, utajaza namba ya simu. Ukishajaza namba ya simu utatumia OTP. Uh, hizo OTP zitatumwa kwenye namba ambayo ilitumika wakati wa kusajili makazi, aidha ya kwako au ya mzazi wako. Baada ya hapo, kisha tumie hizo OTP, utazijaza kwa usahihi. Hakikisha unazijaza kwa usahihi, then ita load, itakuja taswira kama hiyo. Utaklik sehemu inayokuhusu kama umefanya application ya barua we mwenyewe ukifungua. Kama utakuwa na changamoto yoyote nipigie sifuri saba sita saba ishirini na nne ishirini na saba tisini na saba.